Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, John John Mnyika amesema ujumbe wa chama hicho umekutana na Msajili wa Vyama vya Siasa, Jaji Francis Mutungi na kumweleza msimamo wao kuhusu kauli mbiu ya NO REFORM, NO ELECTION unaolenga kushinikiza mabadiliko kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Mnyika amesema hayo baada ya viongozi wa Chadema kufanya mazungumzo na msajili huyo wa vyama vya siasa yaliyodumu kwa zaidi ya saa nne jijini Dar es Salaam na kuahidi kuendelea na mazungumzo siku za usoni. Tulipata mwaliko kukutana na msajili, viongozi wakuu wa Chadema kukutana na msajili kuhusu no reform, no election. Sisi tukaitika mwito. Tulivyofika kwenye mwito uh, wakatuuliza hivi, mnamaanisha nini kuhusu no no reform no election na mambo kama hayo, na tukawaeleza tukawaeleza msimamo wetu. Tutakutana tena kwa mazungumzo hatua nyingine, wao wakitafakari ya, ya kwetu tuliyoeleza, na sisi tukitafakari ya kwao walioyasema, alafu tutaona hiyo hatua ya mbele.